Wananchi hao wametoa kilio wa hicho katika mkutano wa hadhara ambao umeshirikisha viongozi wa serikali ngazi ya wilaya na mbunge wa jimbo la Musoma vijijini, Mheshimiwa Profesa Sospeter Muhongo, huku mkuu wa wilaya Musoma Dr. Vincent Naano akikiri kuhusu wananchi wa hao kukabiliwa na njaa hiyo kali ambayo amesema imesababishwa na ukame na kwamba tayari uongozi wa wilaya umeomba serikalini tani zaidi elfu tatu za, za chakula ili kiweze kuuzwa kwa bei nafuu kwa wananchi wa, wa wilaya hiyo. Naomba kufanya mpango kukuletea chakula cha bei nafuu, kwa sababu gharama za chakula zimepanda na ndani nyingi, lakini ninakushukuru kwa kazi nina ulioifanya kufanya kufanyia mrangi mkutano wako wa pili, maana umeweka kumbukumbu mwalimu Nyerere, wakati anakuja msina ine alipokelewa mrangi. Serikali tumeagiza tani elfu tatu na wafanya biashara wameshaleta kuomba kwamba wauze kwa bei elekezi, tunasubiri. Jana asubuhi nilifunga safari kwa mkoa mkoa, akapiga simu ili tuweze kupata chakula haraka iwezekanavyo. Naye mbunge wa jimbo la Musoma vijijini Mheshimiwa Profesa Sospita Muongo ambaye pia ni waziri wa nishati na madini, pamoja na kusema tayari uongozi wa wilaya umefanya uamuzi wa kuomba chakula hicho serikalini, lakini pia amewataka madiwani kufanya tathmini ya kina ili kujua ukubwa wa tatizo hilo la njaa katika maeneo yao. Madiwani mnaombwa tukionana tarehe 26 kwenye kikao chetu cha tarehe 26, madiwani, kila mtu na kata yake atueleze hali halisi tuwakabidhi, tumkabidhi mkurugenzi, atakuwepo au DC atakuwepo. Kama yupo mkurugenzi, ndio wakwetu sana sisi, tumwambie jamani, kata hii ina njaa. George Marato, ITV Mara.